Yesu sio Wakristo, Yesu sio Waislamu, Yesu ndio watu wote. Sema amina, sema amina. Amen. Yesi kaka, unanitia moyo, unapopiga makofi mwanangu, najisikia furaha kama nini! Haleluya, haleluya. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Matayo moja ishirini na tatu, inasema kwamba nao utazaa mwana na jina lake utamwita Yesu maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Nimekuja kukutangazia kwamba Yesu hapagui kabila aliponya yule dada pale, yeye si dini ya Kikristo, lakini yesu akamponya, Yesu akampa uzima. Ninakutangazia na wewe ambaye sauti nakufikia machila haya ya kwamba yesu apakui, Yesu anakupenda na anakuasia aliyomema machila haya yanapo Amina. Amina. Ah, ninampenda sana Yesu. Baraka zake. Hebu mkubali Yesu siku ya leo. Awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyosha mkono wako juu vizuri. Ongeza tena, asante, asante, asante pale dada, naona mwangezeka wengine. Asante pale moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Nani mwingine nane pale? Nani mwingine, nyosha mkono vizuri sana. Kama uko saluni na mnyosha mkono, hebu sema amina. Muko wengi oh, wale kule wengine ikandira masekeri makoria. Yesu ni hai, anatenda muujiza, hajawahi kuniaibisha. Nimetangaza injili injili ya Yesu Yesu Yesu Yesu, hii ambayo inaokoa, natangaza habari njema Yesu. Naona dangu pale, Jordan njo njo, injili imefika mpaka mbali, wote najua nyumbani na eh? Yeah. Umesikia habari njema? Oh, ninampenda Yesu. Yesu yuko hai majira haya yeye ii ayesu Umenipenda mimi, umenipenda mimi. Nisiye stahili, nisiye stahili. Wapo wanaonichukia, wapo wanaonisengenya, wapo wanaonisema vibaya, wapo wanaonitoa kasoro, kasoro, lakini sio wewe Mungu, lakini sio wewe Mungu. Wewe unanipenda upendo, wewe unanipenda upendo wa ajabu sana, pasipo na sababu yoyote. Wapo wanaonipenda No, kwa sababu sababu, kwa sababu ya sababu, lakini wewe, lakini wewe umenipenda, umenipenda pasipo na, na sababu. leo ninayatoa maisha yangu kwako maisha yangu. uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, wa maisha yangu. ufute Mfute jina langu Kwenye kitabu cha hukumu, na uandike jina langu Kwenye kitabu cha, cha uzima, Kwenye kitabu cha uzima. Nipe nguvu ya kukufuata wewe. Dhambi zote nilizofanya, Dhambi zote nilizozifanya Kwa kutenda, Kwa kusema, Kwa kuwaza, kwa, kwa, kwa kufikiri, kufikiri, Nisamehe Yesu, nisamehe, nisamehe kwa damu yako, nisamehe. Sitorudia tena. Nimepoteza marafiki kwa sababu ya tabia zangu, kwa sababu ya mwenendo wangu. Leo nirudishie upya wangu, nirudishie asili yangu iliyopotea kwa sababu ya, ya, ya, ya dhambi. Nisamee Yesu Ninaungama kwako, ninaungama kwako, ninatubu kwako, unikubali kama mwanao, maana unasema bali wote waliompokea uliwapa uwezo. Tangaza kujifungua salama, majira ya kifika, vitisho vyote, ndoto zote zinakuachia kwa, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina